Enemesiki alikwambiei ujumbe kwa, kwa magharibi ya leo. Kama uko hapa, uko unanisikiliza, ulitoka muzambi chana, ulishakuwa na miaka uko naokoka, nisikiliza ujumbe ilikwambie. Kama ulifanyaka muzambi tiza kisha bre ile zambi yako ukaokoka, musikuake mnazania kwamba vile tu uliokoka sai sai utakuya kwa Mungu. Najua nakubariki. Hapana, elewa ya kwamba ile miaka yenye ulifanyaka mzambi unapasa kwanza isibile mbele ya Mungu tu akupatie baraka zako. Tuko kwa watu tuko tunaona leo anaokoka chama jana na kuya mkaniso leo na anapenda leo leo, Mungu amubariki. Ukwaka, unajua kila mbegu mutu anapandaka mbele ya Mungu, Ai Yesu kitaburi. Lazima sasa kama ulifanya mzambi miaka kumi, elewa ya kwamba utasidile kwanza ile miaka shu Mungu akubariki. Me unakuya sai sai, unaanza lomba Mungu akupe ndoa, unaanza lomba akupe makazi, unaanza lomba akupe stability kwa Mungu wa kutokate kwa mpia kwapiavule. Yohana nasema ufalme ya Mungu inapatikana kwa nguvu na ni wenye nguvu ndio venye wataiona, ayiko pulele, ni vatu venye vakofo sasa hapana kuwa uyafanya kitu yoyote, meuliza zunguluka makanisa zote ziko mukavu, unajua, hapa kuna Mungu wani eni hapa kwenye kuko Mungu, na utakufa na kuangaika tu ya kukosa maarifa. Usikuye mkanisa sai sai ni utake baraka. Aha, kila kitu kiko na wakati yake. Kuna wakati kwanza ya kutumika na baada ya kutumika ni pale utapata mshahara kuya mvya Mungu na unakaza hapana kuleta mvya Mungu na, na machomacho unakuya mkanisa, unazani njo mwenye utapataka stabilite. Aa, kwa Mungu ni mangumi, kwa Mungu ni vitu vyenye avielewe. Sasa ukikuya na ukaze, uneza fikiri mkanisa amuna Mungu na unakimbia fasi kwa vengine. Wako wanaponee kwa kukosa maarifa. Mungu akubariki.